Prof. Donath Mrawira ni mhandisi wa treii ansi amkatikahi tatinia inaitwa Asset Management na ilibahatika ka mwaka jana kuchaguliwa na Wizara ya Ujenzi kuwa mwakilishi au wanachama kwa PIARC kwa kamati hii inaitwa TC 3.3 ambayo ndiyo

Kwa hiyo mimi pamoja na kwamba nifanya lecture nyingi 20 nikaona hapa Tanzania naitaji hapo nisaidie namna tunafanya mipango yetu ya barabara na miundombinu mingine reli, bandari, jue namna ya kutumia sayansi na kuchambua mambo ili tunapowekeza pale pesa tupate dhamani na bora boraz, muda mrefu. Kwa hiyo ndio tukukula sasa hivi. Na tunamshukuru waziri alikuja, lakini kwa kuwa alikuwa na majukumu mengine ameshindwa kuongea na nyie. Kwa hiyo kasema labda nichukue nafasi yake kuelezea kidogo maana ya semina hii na malengo yake na maudhui yake. Kwa hiyo tutakaa kwa siku mbili hizi hapa tuweze kubadilishana mawazo na wataalam kutoka nchi mbalimbali, na zaidi ya nchi ishirini za kapa, tupate kujua wenzetu wanafanya nini, wamefikia wapi, kuna changamoto gani, na hapo, je, Tanzania tunaweza tukafanya nini mae katika kutumia, na hii ni tasnia ya asset management, ili tuweze kuboresha mili yetu, sio barabara tu, lakini hata hizi nazzia, usipokuwa na matengenezo ya wakati, nayo itaanza kuharibika. Kwa hiyo lengo ni kuleta tasnia ambayo itaweza kuzisimamia hizi, kuzipangia mipango sahihi matengenezo kwa wakati sahihi ili tuboreshe matumizi na, na, na ubora. Kimsingi niwaambie tu uchumi wa nchi unategemea sana usafiri, huwe barabara unachukua asilimia karibu 95, usafiri wa reli, wa ndege na bandari na majini. Huwezi kujenga nchi bila usafiri, kwa hiyo nawekeza hela nyingi sana. Namshukuru mheshimiwa rais, anawekeza hela nyingi kwenye miundombinu. Kama umesikia karibuni hapo, una reli ile ya SGR inaendelea kujengwa kutoka mpaka mpakani kule na Rwanda, lakini swala sasa, baada ya kujenga, nafanya nini? Unaweza na kusimamia vizuri, ili kabisha ile dhamani katika uchumi wetu, kwa sababu kilimo wanda bila barabara, bila kusafirisha bidhaa na bila yale mazao kutoka kwenye viwanda kupelekwa kwenye masoko hakuna. Kwa hiyo lengo kuu la kuula fkugasemblei